Siku ya leo tuko katika eneo la bandari Mwaloni, wenyewe wanaliita hivyo, ambapo kuna wageni wanatoka katika mkoa um, wa jirani Kagera, pamoja na nchi jirani ya Uganda. Wote hao wanakuja kuhudhuria kongamano kubwa la Afrika Mashariki ambalo litaanza kwa siku ya kesho, siku ya Ijumaa ya tarehe ishirini na saba mpaka ishirini na tisa ya mwezi huu wa sita. Tunawashukuru watu wa Tanzania. Kutayarisha hii darsu. Sisi tunatoka Uganda huko Mbarara, tulikuja hapa kwanza kuona wa ndugu zetu wa Tanzania. Tuna, tunasikia sana kwamba Uislamu hapa huko kamili, na kwa hivyo tumekuja hapa kuona darsu, kuona Waislamu wenzetu ha, hapa Tanzania hakuna uh, uh, uizi. Tunaomba ndugu zetu popote pale walipo Tanzania na Afrika Mashariki waje. Maandalizi yetu ni mazuri. Kwa kushirikiana na taasisi mwenza Islamic Foundation, tumejiandaa vizuri sana na kazi yetu sasa iko mwisho. Tulichobakiza sisi ni kupokea wageni na kuwahudumia, kama tulivyokuwa tukiwaahidi huko nyuma katika matangazo yetu tukapitisha kwenye vyombo vyetu vya habari. Na, hapo ulikuwa ukishuhudia wageni ambao wanawasili kwa njia ya meli. Wageni hawa wameweza kutokea katika uh, mkoa wa Kagera pamoja na nchi jirani ya Uganda. Kwa sasa tupo hapa katika uwanja wa ndege wa Mwanza kwa ajili ya kuweza kuwapokea wahadhiri wawili. Mmoja anatokea Iringa na mwingine anatokea kule uh, jijini Tanga. Uweze kuwasikiliza kile ambacho wamekuja nacho katika kongamano hili. Sasa tumekuja kuhudhuria kongamano la Afrika Mashariki ambalo linafanyika katika jiji la Mwanza. E, kwa mujibu wa ratiba zao, inshallah wamenipangia mimi kesho hotuba aljuma katika Masjid Abed. Na Ijumaa hiyo hiyo nitakuwa na mada ya kuhudhurisha pale, ambayo ni muhimu kwenu, inahusiana na umuhimu na nafasi ya vyombo vya habari katika amani, imani na mshikamano. Sijajua muda hasa, lakini takuwa ni baada ya salati aljuma, inshallah kwa kesho Wito wako sasa kwa jamii ya mkoa wa Mwanza? Na kwa kweli Waislamu na wanajamii wote wa mkoa wa Mwanza wamepata bahati sana kufanyika kongamano hili katika jiji lao la Mwanza. Kila mkoa unatamani kuwa na kongamano hili la Afrika Mashariki ambalo linajumuisha mashehe wahadhiri, maulama kutoka katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki katika jiji hili, ni faida kubwa sana itakayopatikana. Na huwa baada ya makongamano kama haya kunakuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika mwamko wa Uislamu, Waislamu wa kujitambua, kufahamu dini yao Eh, kuwa na ari na moyo wa kujitolea katika masala mbalimbali mbali ya dini yao. Kwa hiyo tungeomba Waislamu wote, taasisi zote, jumuiya zote waweze kushiriki kwa ujumla katika kongamano hili kwa hali na mali kulichangia ha iliweze kufanikiwa zaidi. Waislamu wa jiji la Mwanza, Waislamu walipo pia nje ya jiji la Mwanza, nataka kufahamu ratiba yako kwa uchache sana ambapo utakuwa katika jiji hili na mada gani umepangiwa kuzungumza katika kongamano hili kubwa kabisa la amani la Afrika ya Mashariki. Uh, wategemee Waislamu wa jiji la Mwanza na wengineo ambao watakuwepo kuhudhuria katika ile kongamano la Afrika Mashariki. Uh, mimi nimepangiwa mada moja tu ambayo inahusiana na kuenea au kushamiri kwa kamari na riba katika jamii zetu. Nini sababu kwa, inshallah tuwepo pamoja ili tuweze kusikiliza hii mada na wenyeji wetu nafikiri watakuwa na uh, hamu ya kutaka kuzungumza sehemu nyingine. Kwa hiyo tutapata fursa inshallah ya kuzungumza misikiti tofauti tofauti au sehemu tofauti tofauti nje ya mada hii ambayo iko katika kongamano hili. Nikiripoti kutoka katika uwanja huu wa ndege wa hapa jijini Mwanza, mimi ni Hassan Ninga wa TV Imani.